ODM Oburu Oginga amebaini kuwa yuko tayari kufanikisha aliyoyataka nduguye Raila Odinga ikiwa ni pamoja na kuwafikisha Wakenya Caanan, ila sasa watapitia Singapore ili kufika Caanan. Akizungumza wakati wa mkutano wa chama hicho jijini Kisumu, Oburu ametetea hatua ya ODM kufanya mazungumzo na kushirikiana na chama tawala cha UDA katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 akibaini kuwa yuko tayari yuko ku, akibaini kuwa tayari ODM na UDA zinashirikiana kama alivyopenda Odinga, ila kuna umuhimu wa kufanya mazungumzo kuboresha ushirikiano huo. James Mwangi anatuarifu <mulia> huku mgawanyiko ukiendelea kushuhudiwa katika chama cha ODM hasa kutokana na msimamo wa chama hicho kufanya mazungumzo na kushirikiana na chama cha UDA katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Yes, Singapore. Kinara wa chama hicho Oburu Oginga amebaini kuwa hatua hiyo ni moja kati ya mambo aliyotaka nduguye Raila Odinga, na ataendelea kujitahidi kuhakikisha anayafanikisha, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha Wakenya Kanan. And as a people we have made a decision that our leader as a community and the leader of our party Dr. Oburu Oginga should now move forward

Oburu akibaini kuwa vyama vya ODM na UDA tayari vinashirikiana na kuna umuhimu wa mazungumzo kufanyika upya kuboresha ushirikiano huo, akibaini kuwa watapitia Singapore ili kufika Caanan kama alivyotaka Raila. We will cover Nairobi all our bases and after that we shall have a special NDC. Our ED Oduor Ongwen is here where this decision will be endorsed. Hakuna decision itachukuliwa kutoka kwa dirisha chama iko na structures and the decisions will be made through the relevant party structures and once they are approved there will be no reverse gear. We will be moving forward on our way to Canaan through Singapore. Haya yalijitokeza katika mkutano wa wanachama wa ODM jijini Kisumu, viongozi wakitakiwa kumheshimu kinara wa chama hicho Oburu Odinga, huku wakiafikiana kuwa ODM inapaswa kuendeleza mazungumzo na vyama vingine kuelekea mwaka wa 2027 vikiongozwa na chama cha UDA. We express our full confidence in and support for the leadership of the ODM under Dr. Oburu Oginga. We call for respect for the leadership and party organs as a means of harmonizing our voices. We mandate the party leader to undertake structured engagement across the country, deepen and strengthen party, and build consensus around a shared national community development agenda. James Mwangi, Undugu TV.